Cha kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeweza kufika salama hapa kambini, na pia nashukuru kukutana na wenzangu. Cha tatu pia namshukuru Mungu ambaye yeye ndio muweza wa yote. na leo ni tuna sesheni nyingine tunaendelea nayo usiku, lakini pia tuna maandalizi ambayo yapo mbele yetu wa mchezo muhimu sana ambao tunacheza na moroko. Moroko ni timu kubwa